Mwambie mwenzio uwe mzalendo Kama unaipenda nchi yako mwambie uwe mzalendo mzalendo. Kama unaipenda nchi yako uwe mzalendo usimshukume kwa nguvu sawa. Sasa sikiliza. Kama kweli wewe ni mzalendo, niambie moja ya viashiria ya, ya kwamba wewe ni mzalendo ni vipi? Vitu gani vitajua, vitaonyesha kwamba wewe ni mzalendo? Mtu akiwa anasema, oh, huyu mzalendo, huyu ni vipi? Eh, Shadia, kuitumikia taifa lako mpigie makofi kwa namna gani? Kwa jinsi gani unaitumikia taifa lako ehe, kujenga barabara. Umesikia, ukiona sehemu barabara imeharibika, njia imeharibika, kuna mashimo boda boda vija pale, wataanguka unafanya nini? Unafukia lile shimo, unaweka jiwe, unatumbukiza jiwe, ika tofali, shimo linafukiwa ili watu wapite kwa usalama. Huo ni uzalendo, hausubiri mtu akulipe. Huo ni uzalendo, piga makofi. Aya, lingine <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> kama huo ni mzalendo, ni lipi litaonesha kwamba ni mzalendo? Hey, kujenga amani Ujenga amani, sisitiza amani, ongea amani, usiongea chuki, usiongee mambo ya kugombana na wenzio. Wewe mambo yako ni ya amani, watu waishi kwa amani, wapendane, wafurahiane, umuone mwenzio ni rafiki yako, umpende mwenzio kama unavyojipenda. Hiyo ndiyo amani. Piga makofi. Udi. Mungine, <coughs> mungine. He -he. Anasema kuiamini nchi yako. Wewe kama ni mzalendo, lazima uiamini nchi yako, kwa maana nchi yako itakulinda, nchi yako itakutunza, nchi yako itakuthamini. Wewe ni mzalendo kweli kweli, si si ndio, watoto? Si ndio? Mwache, atakuja. Haya, mwingine kitu gani, kitu gani ambacho ni mzalendo? <kil> nauliza swali: kuvuta bangi ni sawa, si sawa? Ndiyo, sawa. bangi ni hatari, bangi nini? Hatari. Sio sawa, si ndio? Ndio. Baada ya kulevya ni sawa, si sawa? Tunayakataa, si ndio? Ndio. Huo ndio uzalendo, ukikataa bangi kataa madawa ya kulevya, kataa mambo ya gongo, kataa wewe. Mwanafunzi mle usi usi usitumie vileo. Mwanafunzi soma, tulia, kichwa chako kitulie. Huwa ndio uzalendo, huwa ndio uzalendo. Pigie makofi. Aya, mhm, lingine, madhara ya bangi ni nini? Niambie madhara ya bangi, madawa ya kulevya yana madhara gani? Kwa sababu kama wewe ni mzalendo, hayo unayakataa. Lakini uyakatae kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Samueli, bike, eh, ukiwa unavuta bangi utaanza kuenda kuvunja nyumba za watu, maana akili hazifanye kazi. Oh, oh, unaenda kubomoa nyumba za watu eh. Oi, bangi naharibu na afya yako. Yani wee ukitakwe na afya ya mgogoro wetumia bangi, afya yako itakuwa mgogoro, utaishi maisha mafupi, utakuwa mwenda wazimu, akili haitafanya kazi vizuri. Watoto, taifa linakutegemea watoto. Sema taifa linanitegemea ni

Taifa lina kutegemea watoto. Wewe usijione ni mdogo, taifa linakutegemea. Tanzania linakuangalia, ndio maana linakulinda lina ndio maana taifa inafanya nini? Linakulinda lina. lina serikali inafanya nini? Inakulinda jamii inafanya nini? Inakulinda kwa sababu linakutegemea wewe, watoto wewe, kwa waziri wa kesho anapenda kuja kwa waziri ya. Utakuja kuwa mbunge si ndio? Utakuja kuwa ni mwanajeshi si ndio? Ni rubani si ndio? Ni daktari si ndio? Si utakuja kuwa ni mkulima mkubwa, si mkubwa kama taifa inakutegemea? Mwambie mwenzio taifa inakutegemea akunyinga kata